Tumzeni kila ushahidi, tumzeni kila ushahidi. Tumetoa fursa, warudi nyuma, tufanye mwafaka wa kitaifa, taifa liwe moja, ndio tusonge mbele. Kama wanashupaza shingo, hatutakuwa na mswalie Mtume. Ni hmm. vizuri wakufahamu hilo e, moja. La pili Nimesikia huko wanawahadaa ninyi wana, wana CCM wenzangu, kwenye vikao vya ndani wanawadanganya, wanasema unajua, yule Polepole yuko kazi maalumu. Ehe, anaangalia nani wanapinga serikali, au ni watu wasiojitambua, wanatapatapa. Ndugu zangu, nataka niwaambie, mimi nilijiuzulu baada ya tathmini ana na ya kina ya miaka minne, na hii ni baada ya mapambano yangu makubwa kwa kutumia barua ndani ya serikali kwa kushinikiza wenzangu ndani ya serikali mafanikio ambayo tungeyapata katika kipindi na hudumu kwenye serikali kama wangekubaliana na namna ambavyo tumewashauri kulinda maslahi ya sasa hivi na ya haraka ya nchi yetu, tungepata mafanikio makubwa ya kihistoria. Hawataki, wanatafuta madaraka. Watu wanatekwa, watu wanauawa, watu wanaporwa mali zao. E, kikundi cha watu wachache sana kinajenga ukwasi na utajiri mkubwa na wingi wa fedha kutoka katika vyanzo visivyojulikana, ndio wamejaa mjini. Mi naunga mkono matajiri waongezeke, lakini kwa njia halali. Nikasema hapana, siwezi kuendelea kuwa sehemu ya ubatili huu, najiuzulu. Na niliwajulisha sema, huwa hawasikilizi, wanadhanii kila mtu anaweka ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana mbele tumbo lake. Ndio na leo nitawapa <gibu> stori moja yangu binafsi. Kwa muda mrefu, ukiacha mimi kuzungumza na mzee Butiku, hata akinikatalia sio tatizo, lakini ilibidi nimwambie mama yangu, kwa lugha ya upole, anielewe. Mimi ni mtoto wake na familia yangu, niwaambie kubalini, mpite kipindi cha shida kama mnaniamini niungeni mkono, tukomboe hatima ya nchi yetu ya Tanzania. Inabagazwa, inabanangwa, mustakabali wake unatindinganywa, rasilimali zake zinahondomolewa. Nichukizwa hata mbele ya Mungu. Niliwaambia baadhi ya marafiki zangu, napanga kuacha kazi kwa sababu sipati amani kufanya kazi kwenye serikali hii inayofanya mambo ya kidhalimu. Niliwaambia baadhi ya watendaji wenzangu wizarani, sitawaambia. Namkumbuka ndugu yangu mmoja, nimweke kapuni jina, nilimwambia, naye anachanganyikiwa, sasa Polepole, itawezekana? Nikaambia hivi, mi namwamini Mungu, hata mi mbele sioni, lakini namwamini Mungu. Mungu anaweza mimi ni chombo tu kidogo kisichokuwa na hadhi wala maana, lakini nimekubali Mungu anitumie ili kusudi lake hapa duniani litimie na jina lake litukuzwe, baada ya kuwa tumekomboa hatima ya Watanzania. Kwa sababu hatima ya nchi yetu ikikombolewa, kusudi la Mungu la maisha mazuri matamu ya watu wake litatimia hapa Tanzania, na likitimia Mungu atajivunia watu wengi watakaoelekea kwake kwa, kwa sababu wana maisha mazuri, lakini saa hizi wanabagazwa, wanabanangwa na mali zao zinaondolewa. Wanapata saa ngapi muda wa kumpenda Mungu? Wanapata wapi ujasiri wa kusema Mungu anaipenda nchi yetu? Hawa hawa wanaosema wana uchaguzi kweli, nawambe ukweli hawa <laughs> hawa wanaitika kwenye mamlaka ya giza, haki na waveri. So mi nimekataa. Mm -hmm.